Hiyo salamu tena. Wat, yeah. Sasa feel free. Yeah. Ndio nilitaka, yeah. Lilo Barasa Namwela Boys Secondary. Lilo Barasa Namwela Boys Secondary. Amuwajibiki vile mlikuwa mnawajibika mbeleni. Wasasi hata ukipata pesa kwa kahawa, utaki kulipia mtoto school fees. Unangojea pasari tu. Pasari ni pesa kidogo, hiyo ni supplementary ya kuongezea ya kuongezea mtoto asome, lakini mnapata pesa, mimi nafuatilia Eh, na nyinyi ni wakulima wazuri, wakulima wa mahindi, wakulima ya kahawa, wakulima ya maharagwe. Nataka musikize, amini mushukulike na muonyeshe hiyo bidii yenu ambayo mnakuanga nayo tangu nyuma, hatu kuanga na pasari, na watoto walikuwa nasoma. So msomeshe watoto au ndio watalinda wewe. Ni nyinyi last time ulinikosea. Mliona sisi kwa TV. Eh, kwa makaseti Atia, murudishangi receipt eh, unapewa cheki, tulipeania tu hapa tu kwa mahali tuko, lakini hamkurudisha receipt kwa ofisi, na china ya constituency ama ya sub county yenyu inaharibika. Eh, ifikiriwe kwamba labda pesa imetumika vibaya, labda imekuliwa, na mumeweka receipt kwa nyumba. Imagine sasa, ukipata receipt unapeleka kwa ofisi kama hapa tunataka ukipata cheki yako peana kwa pasa pale, anakuandikia receipt kwa ajili ya kukua wafifu eh, eh, na barua ya kusema acknowledgement eh. Teacher principal anaandika anasema nime receive eh, pesa ya Nekesa elfu eh, kumi ama elfu ishirini, namna hiyo kitu rahisi Amwandikishe sha. Mtu asiwadanganya asema ati sha haifanyi, inafanya vizuri, sipokuwa wale watu ya mlima wanadanganya. Wengine na yao wameandikisha, imekwisha wamemaliza, watu wao wameandikisha watu saiti ya milioni sita na nyinyi amchaandikisha. Sasa ukikonjeka ama mtoto yako wachache tu, ndio niliona. Hata kijana moja juzi alilipiwa 1500 kutoka hapa na sala. So hii vitu iko sha inafanya kazi, inafanya andikisha. Nataka kuitisha tu siku ya, ya sha eh? Kila eh, word mkiona nimetangaza sote tukitokeze na sote tuandikishe mambo ya sha.